Naona watu wanapolipwa hela serikali inakula, haziwafikii walengwa wenye msiba. Alafu msiba hela inakuja mpaka umeshasahau kwamba nilikuwa na msiba. Sijui elfu hamsini. Hivi wewe umeuawa na tembo unalipwa elfu hamsini. Haya, tembo mwenyewe ukimuua huna hela ya kumlipa. Kwa nini tembo awe na sifa, wewe binadamu kosa sifa? Wakati una kitu, na ndio mpiga kura wao. Wao si wachague na tembo. Serikali iwachague na tembo. Unaona? Serikali iwasiwe wanatuangasha sisi Kutupigia mbiu ya kwamba leo kuna uchaguzi. Hiyo ni. Si lazima uulize mchungaji wa ng'ombe. Ng'ombe wa ametokeje amekuponyekeje mkononi? Sasa hawa wamepewa na magari ya serikali na bunduki na silaha, wanashindwa kuwa, kuwazuia kule. Tembo wanakuja mpaka mjini kutuzuru, halafu ukiwauliza wanakwambia mewavamia tembo. Kwa hiyo tukaishi